Mdogo wake mdogo wao wa mwisho yuko pale kalala pale, sijui. Yes, ni swali la kimtego hili lakini, okay. lakini, lakini, eh, lakini, lakini, lakini, lakini anambia tu mdogo wake wa mwisho kapata mateso kabla hajafariki. basi basi hivyo sikuzia mateso gani? Hivyo ndiyo maana hata, hata baadae, baada ya kuhoji wanakonda, niliuliza polisi wanaenda kufanya nini, mak size ungeko tumeshapanga ratiba kumsitiri kesho we. Sasa nikasema basi tuache. Ndio maana unaona sasa hivi hatuna ratiba yoyote kwa ajili ya kumuhifadhi ndugu yetu, wakirudi wale ndo tutajua tutajua nini ambacho kimefanyika. Yeye anasema alichoka, kwa maelezo ya, ya, ya, ya, ya mdogo wao wa mwisho pale. Sasa basi ndo tunasubiri, hatuwezi kufanya chochote sasa hivi, hata ratiba hatuna e, tusubiri labda watakapotoka na ameniambia kwamba wakitoka kule watakuja kutwambia ndio tutapanga ratiba sasa namna ya kumstiri ndugu yetu. Okay. E. Ah, sijafika. Sijafika kabisa, e. Ulifanikiwa kwenda hospitali? Ah, sijafika. Sijafika kabisa kwa mazingira ambayo umeyapata wewe ni ya kuelezea. Ya kuelezewa, sijafika. Sijafika kabisa, mazingira ambayo umeyapata wewe ya kuelezewa hmm. Na mdogo mtu eh pale. Kwa mtu ambaye hmm. anakuja Dodoma, hmm. anataka shiriki msiba huu. hmm. Unaweza kumpa ramani ya kufika eneo hili? Ukipita uki hii barabara ya Dar es Salaam Yeah, Dar es Salaam ukifika meriwa pale eh, ukifika meriwa pale pale hii njia ya kuingia huku wao wanajua. Ukifika kwa mwenyekiti wa serikali ya mtaa shule ya Nuru, basi hapo ukiuliza ni maarufu sana eh. Eh, kwa kina MC Pilipili watakwambia kanisa la Roma, kanisa la Roma la Swaso. Kwa mfano mtu ambaye anatokea eneo la hii barabara ya Arusha eh kule wajenzi kule aje na barabara ya waziri mkuu royo unakuja moja ya kwa moja mpaka kona bichi, wanapaita kona bichi, atapita mkono wa kulia, wanaita barabara ya mashineni. Ukija hapo kwenye matofali kwa shayo, kwenye matofali kwa shayo uo e, utauliza tu kwa kina MC pili pilipili wanapajua eh, karibu na kanisa la Roma hapo hapo. Eh, unafika pale eh, nakushukuru sana na pole, pia eh, pole na nyinyi ni, ni, ni, ni familia ambayo ni ya kwangu baba, memzika memzika mama na mdogo wake. Alikuwa eh, nawaambia ndugu zangu hapo akina wazee majirani pale, hakuna niwaambie tu labda ukweli, huu msiba tunaubeba sisi. Alikuwa na kikao cha DC hapo, nimeshindwa kwenda hawa kina Roda hawana chochote ambacho wanakijua, lazima tuwabebe tu. MK anaongea na wazee pale e, wakitupa ile ratiba basi ndio tutaangalia namna ya kumstiri ndugu yetu pale. Kwa hivyo sasa hivi wakitoka kule e, ndo watatuambia, hatuna ujanja e, lakini kijana moja ambaye hapa mtaani hakuwa na maringo, akija akipaki gari yake pale, hinyu zote anatembea hizi, anachekesha, anafanya nini